Unalifahamu taifa la Botswana? Nchi hii iko kusini mwa Afrika, haina bandari na ina idadi ya watu zaidi ya milioni mbili unusu. Nchi hii ndio inayozalisha almasi zaidi kwa wingi barani Afrika, ikiwa na karati milioni 25 kwa mwaka. Rais wa taifa hilo ni Duma Boko ambaye aliingia madarakani baada ya uchaguzi wa 2024. Mji mkuu wa Botswana ni Gaborone. Sasa kabla ya kukudadavulia sifa za rais, ni kufahamisha hili, rais wa Botswana akiwa mmoja anaitwa Motswana, wakiwa zaidi ya mmoja ni Batswana. Lugha ya taifa ni Setswana. Duma George Boko alizaliwa miaka 55 ni msomi wa sheria kutoka chuo kikuu cha Botswana na alianza harakati za siasa tangu akiwa mwanafunzi katika chuo hicho. Alipata shahada yake ya uzamili kutoka chuo kikuu cha Harvard Marekani na kurejea kufundisha sheria katika chuo cha Botswana kwa miaka kumi. Alichaguliwa kuwa kiongozi wa chama cha Botswana National Front BNF 2010. Baadaye chama chake cha BNF kikaungana na kile cha BMD na kuunda chama kimoja cha Botswana Democratic Party BDP mwaka 2014 hadi alikuwa kiongozi wa upinzani, alipoteza nafasi mwaka 2019, na baada ya kushindwa na Ana Moheti. Mwaka 2024, muungano wake wa upinzani ukapata wingi wa viti bungeni na yeye kuapishwa rasmi kuwa rais wa taifa hilo la Kusini mwa Afrika tarehe moja Novemba. Kuwa kwake rais ilikuwa historia kwa nchi hiyo tangu ilipopata uhuru wake 1966, ambapo chama cha upinzani kimeshinda katika uchaguzi. Miongoni mwa mawaziri wake aliyemteua ni Leseho Chombo kuwa waziri wa vijana na jinsia. Chombo mwenye umri wa miaka 27 alikuwa mshindi wa mashindano ya urembo Miss Botswana 2022 na Miss World Africa 2023. Waziri huyo Lesego Chombo, ambaye ni kiongozi mwenye umri mdogo zaidi kuwepo kwenye baraza la mawaziri katika historia ya nchi hiyo, ana shahada ya sheria kutoka Chuo Kikuu cha Botswana.